Watazamaji, je, ulishawahi kujiuliza ni zipi faida ambazo huwa zinapatikana unapotumia kitunguu maji ama ni zipi faida za kitunguu maji? Kitunguu maji kimekuwa na faida nyingi sana, hususani kwenye hili suala zima la afya ya mwili. Leo tumekuandalia faida kadhaa zitokanazo na kitunguu maji. Kwenye faida hizi ambazo tumeziandaa, tunaomba tufuatiliane kwa pamoja ili tuweze kutambua faida hizo kwa ndani ziko vipi. Lakini pia kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapokuwa tunaziupload. Faida ya kwanza ni msaada mkubwa sana katika kupunguza uzito. Kitunguu maji kina nyuzinyuzi nyuzi ama fibers ambazo husaidia kujenga hisia ya kujaza tumbo na hivyo hupunguza hamu ya kula kupita kiasi. Jambo hili linasaidia sana katika kudhibiti uzito uliokithiri. Faida nyingine ya pili, ndugu watazamaji wetu, kitunguu maji ni msaada mkubwa sana katika kupunguza viwango vya sukari kwenye damu. Kitunguu maji kina uwezo wa kusaidia kupunguza viwango vya sukari kwenye damu na hivyo kuwa ni manufaa kwa watu wanaougua kisukari ama watu ambao wana shida za kisukari. Faida ya tatu ya kitunguu maji husaidia katika kupambana na mafua pia hata homa. Hivyo kitunguu maji kina sifa za kupambana na maambukizi na hivyo kusaidia kutibu mafua na homa kwa kuboresha mfumo wa kinga na kupunguza uchochezi katika mwili. Ni msaada katika kusaidia afya ya midomo na meno. Kitunguu maji kina antibacterial properties, hivyo husaidia kupambana na bakteria mwilini, ikiwa ni pamoja na bakteria kwenye kinywa, na hivyo huzuia matatizo ya meno kama vile kuoza kwa meno na harufu mbaya, pia ikiwa ni kama faida ya nne hii. Faida nyingine ya tano ya kitunguu maji ni msaada mkubwa sana katika kupunguza mafuta mwilini. Kitunguu maji kina viambato vinavyosaidia kupunguza kiwango cha mafuta mwilini, na hivyo kusaidia kuboresha afya ya ini na mfumo mzima wa umeng'enyo wa chakula. Lakini ndugu watazamaji, kwa hiyo kitunguu maji ni chanzo cha virutubisho vingi vinavyosaidia mwili katika nyanja mbalimbali ijapo kuwa wa, wapo watu wengi ambao huwa hawapendi kukitumia kitunguu maji kutokana na sababu nyingi za tofauti tofauti, na hata wengine pia kutokujua faida ni zipi za kitunguu maji, wakiwa wakikitem tu kwamba ni kiungo ambacho kinatumia katika kuongea mboga. Kwa faida hizi ambazo tumeweza kuziorodhesha kutoka faida ya kwanza mpaka faida ya tano ni dhahiri kabisa kwamba kitunguu maji kina faida nyingi. Ukiachana na hizo tano ambazo nimeziorozesha, zipo zaidi ya hizo. Kwa hiyo, kwa ushauri wangu mimi, kwenye swala hili la ujenzi wa afya ya mwili, pindi ambapo unakuwa unahusisha miro yako nyakati tofauti tofauti, hakikisha pia hata kitunguu maji unakuna kihusisha, usikitenge, kwani kina faida nyingi kedekede kede, kama ambavyo tulivyotoka kuzieleza toka, toka mwanzo. Hivyo sina mengi ya ziada ya kuyazungumza, lakini pia kama tu haujasubscribe chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wako mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi tu ambapo tunakuwa tunaziaplodi. Shukrani.